Kwa mara ya nane mfululizo Finland imetajwa na ripoti ya furaha duniani kuwa nchi inayoongoza kwa furaha. Ripoti hiyo imetolewa rasmi leo katika kuadhimisha siku ya Umoja wa Mataifa ya furaha duniani. Utafiti wa ustawi uliofanywa na Chuo Kikuu cha Oxford ulihusisha kuwauliza watu maswali mbalimbali ikiwemo mfumo wa ustawi na uaminifu kati ya watu. Mfano mmoja wa uaminifu ni kiasi cha pochi za fedha maarufu kama wallets zinapopotea kuokotwa na kurudishwa zikiwa salama, kiko juu kwenye nchi zinazoongoza. Katika tano bora ya ripoti hiyo zimo Sweden, Denmark, Iceland na Netherlands, huku Uingereza na Marekani zikizidi kushuka na kufikia namba ishirini na tatu 24. Haishangazi kwa nchi za Skandinavia kuwa kwenye kumi bora, zina mifumo imara ya ustawi kuna kutosheka katika nchi zinazohudumia wakazi wake, alisema mtaalamu mmoja. Najua wengi mtakuwa mnajiuliza Tanzania iko nafasi ya ngapi, lakini mimi ni kama wewe tu, tujiulize na kudhania huenda tukawa nafasi ya ngapi kama nchi kama Sweden, Denmark, Iceland na Netherlands zikiwa top 5 kabisa. Watu wana usalama zaidi kwenye nchi zao. Je, wewe ulishawahi kuangusha wallet yako na ikarudishwa na fedha <tipos>